Ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya Triple A TV, nikiwa ni mimi hapa mtangazaji wako pendwa kutoka katika chaneli yako pendwa kabisa ya Triple A TV. Leo nimekuandalia kitu safi kabisa, kitu kizuri kabisa, ambacho watu wengi sana kinawatatiza katika maisha yetu ya kila siku. Jambo hili watu wengi sana wanashindwa kulielewa kwa sababu ya mambo ka, mambo kadhaa hivi. Jambo la kwanza, ili mtu video yako iende viral TikTok itabidi ufanye nini? yeah. Kwa hiyo leo nitakuja kuwaelekezeni jinsi ya kupost video TikTok na jinsi ya mambo ambayo mtu atakabidi afanye ili video yako iende viral. Sasa kitu ambacho nitakachotakiwa kuelekeza leo naomba unielewe, naomba unisikilize kwa makini sana. Kitu cha kwanza ambacho tunachotakiwa kifanya itabidi ufanye kama ifuatavyo. Kwa mfano, kama mimi hapa nitaingia katika simu yangu kama hivi unavyoona hapa, simu yangu nimeshaiweka chini hapo. Sasa ninachotakiwa kifanya hapo, simu yangu nikishaiweka chini kama hivyo naingia, labda nataka labda niposti labda picha eh, nataka niposti picha, maana katika maisha yetu ya halisi ya masuala a mtandao ya mtandao picha inakuwa na views nyingi kuliko kitu chochote kile. Kwa mtu unaweza kauta, anaposti picha au anaposti short video, lakini anakuwa na views nyingi kuliko yeye ambaye anaposti kitu kirefu ambacho hakina maana. Kwa hiyo mimi hapa nitawaelekezeni, naingia sasa katika faili langu, ili kuwaelekezeni jinsi ya kuposti na jinsi ambavyo mtu ana uwezo wa kuifanya post yako iende viral zaidi yani kuliko mtu yote. Sasa itabidi uingie katika file lako kama hivi hapa. Labda nataka niwaelekezeni kitu ambacho unachotaka ukifanya. Then utaingia labda leo nataka ni post labda kwa, kwa siku ya leo nataka ni post hapa image. Nataka ni post picha hapa. Kwa siku ya leo nataka ni post picha. Yeah. Eh, ukishaingia kama hivi hapo katika file lako utakuta hapo labda kuna wengine wanakuwa na picha kadhaa. Sasa mimi hapa kuna picha zangu mbili hizi, kwa hiyo ninachotakiwa kufanya hivi nitazibonyeza, labda nataka nizi niziunganishe, labda ehe, nataka niziunganishe, nitazibonyeza picha zangu zote mbili kama unavyoona hapo. Nikishazibonyeza nitakuja huko juu, sehemu ya kushare hii, nitaibonyeza hapo, nitasikilizia sehemu ya kushare. Kija kama hivyo hapo, utakuta yanakuja mafaili hapo ya chini. Kwa hiyo akishakuja mafaili hapo chini, mimi sasa, kwa kuwa nataka niupload video yangu TikTok nitaenda katika faili langu la TikTok hapa, nitabonyeza. Nikishabonyeza hapo katika faili langu la TikTok itarodi kama hivyo, sekunde tu, then itakaa kama hivyo, unaviona hivi. Sasa cha kuzingatia, ona kama hivyo hapo, video inarodi kama hivyo. Ukiona video inarodi kama hivi, basi ujue hiyo yu, sio video, bali hiyo ni foto. Kwa hiyo utaifanyaje ili iwe video? Kitu ambacho utakachotokao kifanya ili we, itoke katika eneo la foto iwe video, utabonyeza, utaangalia hapa chini hapa, unaona hapa chini hapa kwa makini, hapa chini hapa kuna sehemu imeandikwa foto, alafu pembeni huko kuna sehemu imeandikwa video. Sasa sisi mpaka hivi tunavyoona saa hizi hapa hii imeandikwa foto, kwa hiyo itabidi tuibadilisha tuipeleke katika video. Tutabonyeza hivi, tutabonyeza hivi, unaona hivi, kwa hapo ishakuwa video tayari, eh, hivyo ishakuwa video tunachotaka kifanye. Sasa unaona kama hivyo, hiyo ishakuwa video tayari. Kwa hiyo hapo tunachotaka kukifanya sasa ili kuiposti itabonyeza hapa sehemu ya next. Tutaenda katika next hapo. Tukishakuja katika sehemu ya next, sasa ndugu mpenzi mtazamaji, hiki ndio kipengele muhimu na hiki ndio kipengele maalum ambacho kitakachokufanya wewe video yako iende viral zaidi. Tutakachotaka kukifanya hapa juu hapa hapa juu, itabidi uandike vitupendwa ambavyo kwamba wewe mwenyewe ukikaa binafsi unaona kabisa kwamba hivi vitu hivi ni kingi mtandaoni, watu wengi wanapenda sana kuvisearch. Ehe, labda kwa mfano mimi naweza labda kuongea, tukiangalia kama sasa hivi hapa, labda tukiangalia kipi ambacho kinacho trend hapa nchini kwetu. Tukiangalia hapa kinacho trend hapa nchini kwetu ambacho cha muda wote, labda naweza nikasema hapa mimi ni Diamond. Naweza nikaandika hapa Diamond, eh, Diamond Diamond, kama hivi. Pia kitu kingine ambacho muhimu usisahau kuweka hashtag. Hashtag utakuja hapa chini utaweka hashtag. Ya, ukiweka hashtag kama hivyo, kingine usiruke tafadhali sana usiruke. Hapo hapo ulipoishia ndipo unapobidi uanzie hapo hapo. Utakuja hapo utaandika neno jingine ukiangalia hapa mtandaoni kipi kinachopendwa, utaangalia hapo katika hivi vitu ambavyo wewe ulivyovituma katika masuala yako ya fashion, utaandika labda viatu. Viatu kwamba mtu yoyote yule akiingia mtandaoni akisearch neno viatu kwamba video yako wewe na yeye pia inaenda. Kwa hiyo yule mtu aliyesearch anakusababishia upate views, lakini pia akiangalia wewe oh, utapata followers na like. Kingine, labda hapo tukiangalia kipi unaweza ukasema labda Sandro, eh, unaweza ukasema Sandrozi labda. Sandrozi. Sandrozi. Ya, yeah, kama hivi unavyoona hivi kwa hiyo ukiangalia unaweza kusema labda hivi ndio vitu vyako wewe ambavyo vinavyokufanya wewe utunaliu, labda ukiingia mtandaoni vitu hivi ndio vinasachiwa sana, lakini pia kitu cha mwisho ambacho utakiku kisahau, utaandika neno viral viral, yani kwamba video yako wewe hapo iende viral. Kwa hiyo utabonyeza hapa viral. Ya, ukibonyeza viral kama hivi then, utakuja utaweka hashtag yako hapo, kisha utatoka hapo. Sasa hapa chini kipengele hiki itabidi uwe makini kwamba hapo chini naona kabisa wamekuandikia kwamba who can watch this video kwamba ni nani ambaye anatakiwa kuiona video hii ambayo wewe unaiposti kwa muda huu. Utakuja hapa utabonyeza hapa. Ehe, utaona hapa kuna everyone, kuna friend, kuna only me kwamba ukija katika everyone kwamba ukiposti video yako iende mtandaoni kila mtu ana uwezo wa kuiona video yako mtandaoni yoyote yule, lakini ukija katika sehemu ya friend kwamba ni wale marafiki zako tu, nikizungumzia marafiki wa kimtandao, nazungumzia wale watu ambao waliokufollow wewe mtandaoni au wewe uliowafollow mtandaoni ndio ambao wana uwezo wa kuiona video yako hiyo. Lakini ukija katika only me, kwamba video yako ukipost inabaki katika profile yako, kwamba unakuwa umepost, lakini una uwezo wa kuiona wewe peke yako, hakuna mtu mwingine ambaye atakayekuwa na uwezo wa kuiona. Kwa hiyo sisi hapa tunaenda hapa katika sehemu ambayo ishawekewa kabisa ya everyone, hiyo tunaibonyeza hapo. Ehe, tukishaibonyeza sehemu ya everyone tunakuja hapa sehemu hizi zote hapa kwa sasa zipo safi kabisa. Hakikisha yapo sehemu ya allow comment ipo on, isiwe off. Sehemu ya allow comment inasababisha kwamba wewe utakapokutumiwa comment, comment uzione katika simu yako kupitia video hiyo, bila hivyo hapo comment zitatumwa, lakini wewe hutoziona. Kwa hiyo wenyewe watu wa TikTok, wewe watakuona kama vile ni mzinguaji katika account yao ya TikTok. Kwa hiyo hapo, unachotakiwa kufanya hivi vibonyezeo cha allow the comment and kibonyezeo hiki cha save to device viwepo. Hiki cha save to device kwamba utakapoiposti video yako iwe katika, katika profile yako ya TikTok kwamba unakuwa umeiposti, lakini ukiingia katika profile yako ya TikTok video yako inaikuta, na unaendelea kufanya mambo yako kama kawa. Kwa hapo ninachotakiwa kufanya sasa. Kama mtu labda anataka labda aweke kafa katika video yake atakuja hapa. Anataka aweke kafa katika video yake atakuja hapo. Akishakuja hapo ataandika kava lake ambalo yeye analitaka sasa, ili aliweke katika video yake. Lakini hapa walio tafundishana jinsi ya kuipost video, wala sio kuweka kava katika video yako. Hivyo basi, utakuja hapa sehemu ya post ili kumalizia, utaipost video yako kama hivi hapa. E, utaambiwa post now. Kwa hiyo utaipost hapo video yako ya, utaona kama hivi juu hapa ina load hapa. Eh, utaona ina load kama hivi ya, unaona kama hivyo, tayari video ishapostika tayari kwa kama hivi wewe sasa, ili kuiweka video yako ianze vizuri kabisa, isianze na bahati mbaya, utailike wewe mwenyewe hapo. Kama unaweza kucomment, utaicomment video yako. Yeah, hiko ndio kitamba cichandeleeni kwa leo. Nashukuru sana kwa kunifuatilia katika chaneli yangu ya Triple A TV. Asanteni sana.